Ametangaza kupelekwa kwa kamera za kisasa zinazoendeshwa na Akili Unde AI, ndege zisizo na rubani drones na mifumo ya uangalizi wa anga ili kulinda hifadhi ya vifaru wa Tsavo Magharibi ambayo inapanuliwa hivi karibuni na sasa ndiyo hifadhi kubwa zaidi duniani. Akizungumza wakati wa uzinduzi huko Ngulia, kaunti ya Taita Taveta, Rais Ruto amesema kuwa Kenya imebeba jukumu la urithi wa dunia la kulinda faru mweusi aliye hatarini kutoweka. Rais amebaini kuwa ada ya juu itawekwa kwa watalii watakaozuru hifadhi hiyo ili kuhakikisha inaleta faida kwa serikali na wenyeji wa eneo hilo. Katika eneo la Ngulia ya kaunti ya Taita Taveta, Rais William Ruto ameongoza viongozi wengine kufungua hifadhi ya vifaru ya Tsavo Magharibi, rais ruto akidokeza kuwa hifadhi hii ndiyo itakayokuwa kubwa zaidi duniani kwa ukubwa a kilomita mraba elfu tatu mia mbili na idadi ya vifaru 150 kutoka vifaru 65 mwaka 2007. Jambo hili ambalo tumefanya hapa leo ni kutengeneza mbuga kubwa ya eh, rhinoceros kifaru ama vifaru, kutengeneza mbuga kubwa ya vifaru hii mbuga kubwa, ndio itakuwa mbuga kubwa duniani ambayo tunafanya leo hapa Tsavo. The Tsavo West rhino sanctuary effectively grows from earth. Amebaini kuwa wameweka mikakati ya kuhakikisha hifadhi italete faida kwa serikali na wakazi wa eneo hili, miongoni mwao ikiwa kuweka ada ya juu kwa watalii watakaozuru buga hii, pamoja na hoteli watalii au watakapoishi, tutafanya mambo mawili mengine ambayo yatatusaidia mapato yapatikane zaidi, ndio wananchi wa Taita Taveta County na wananchi wa Kajiado County wapate haki yao kutokana na mbuga za wanyama wa pori. Sasa wale watalii watakuwa wanakuja hapa, watakuwa wanalipa top dollar hapa, hakutakuwa tena na mchezo wale watalii watakuja hapa, wazungu, nani kila mtu, sasa watalipa pesa zaidi, ndio tupate pesa ya kugawana na wananchi, ndio tuongeze mapato, ndio tuweze hiyo mapato iweze kufikia wananchi. na ili kupunguza mzozo wa watu na wanyama pori, Rais akipania kuanzisha ujenzi wa mabwawa katika hifadhi hilo pamoja na eneo la mradi wa unyinyiziaji wa Galana Kulalu. nakubaliana na viongozi wa hapa wamesema ya kwamba ni vizuri tuwe na mambo ya kuhakikisha kwamba kuna maji ya kutosha, ndio tuweze kupunguza ile human wildlife life conflict. Kati ya dams, ya kwanza ambayo tutajenga ni dam ya hapa, iko eh, hapa Galana Kulalu. hapa Isaac Musioka, Undugu TV.